Nam, leo ni Machi nane, siku ambayo wa Tanzania na wanaafrika mashariki tulikuwa mkao wa kula kwa ajili ya kufuatilia matangazo ya dabi ya Kariakoo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa. Isivyobahati, mchezo huo haujafanyika baada ya klabu ya Simba kuthibitisha kwamba hawatocheza mchezo huo kutokana na kuvunjiwa kanuni, lakini pia mamlaka ya soka ikaja kuweka wazi baadaye, kwa maana ya bodi ya ligi ambao waliandika taarifa kwamba mchezo huo umehairishwa mpaka siku nyingine, wakieleza sababu za kikanuni mbalimbali ambazo zimepelekea kwa mchezo huo kuhairishwa. Kwa hiyo Young Africans walisha kwenda mpaka uwanjani lakini Simba hawakwenda katika ule mchezo. Sasa kama unafikiri hii ni mara ya kwanza ya pili au ya tatu au ya nne, basi hauko mbali sana na ukweli, lakini ni jambo ambalo limeshatokea mara nyingi sana katika dabi ya Kariakoo, timu mba, mchezo ambao unahusisha miamba hii miwili ambao anatokea eneo moja la Kariakoo, karibu kabisa, na leo hii mechi yao haikufanyika. Sasa hapa tunakwenda kuangalia hii ni mara ya saba kwa miamba hii kutocheza dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo imevunjika kwa mara ya saba kwenye historia ya timu hizi na imetokea katika mashindano mbalimbali, sio tu ligi kuu, sio tu ligi daraja la kwanza. Sasa tutakwenda kuangalia kwa ya kwanza mpaka ya saba hii ambayo imetokea siku ya leo ya kwanza, ilikuwa ni ipi? Ya kwanza ilitokea mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa. Yes, mwaka huu uh, Simba Sports aliingia mitini aliingia mitini kwa sababu uh, ilikuwa amecheza mechi yake dhidi ya African Sports, ilikuwa Simba dhidi ya Africans, African Sports wana kimanumano hii kutoka Tanga mechi hii ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, lakini simba walikata rufaa kwa chama cha mpira wa miguu cha Tanzania kipindi hicho kinaitwa FAT, kabla ya leo hii kinachoitwa TFF. Sasa rufaa aliyoikata ilikuwa ya nini? Ilikuwa wanailalamikia African Sports kwamba wamemchezesha goli kipa ambaye hakusajiliwa. Sasa rufaa hiyo ilitupiliwa mbali na FAT, kwa sababu FAT na African Sports wote kwa pamoja walitoa ufafanuzi kwamba Uh, African Sports walituma barua maalum ya maombi kwenye chama cha mpira wa miguu cha kuwaruhusu wamtumia golikipa wao mwingine ambaye hakusajiliwa. Lakini kwa utaratibu wa miaka hiyo ilikuwa mambo tofauti na hiyo ilitokana na magolikipa wote wawili wa African Sports walikuwa na changamoto. Mmoja alikuwa na changamoto ya matatizo ya macho kwa wakati huo na mmoja alikuwa safarini. Inawezekana kuona aingia kilini hivi. Kwa nini alikuwa safarini au kwa nini mchezaji alikuwa safarini kwa tofauti, lakini uh, ligi ya wakati huo ilikuwa tofauti na hiki ambacho tunakiona leo. Kwa hiyo Simba baada ya shauri lao kutupiliwa mbali na FAT na mechi kasalia kwa matokeo ya bao moja kwa moja, ndipo walipogomea mchezo uliofuata, kwa maana ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans, wakasema atupeleke timu kama FAT wameshindwa kutenda haki katika Uh, matokeo ya mchezo huu dhidi ya African Sports na kwa kuwa Simba aligoma kupeleka timu wakapigwa faini ya shilingi mia tano Tanzania shillings. Unaweza ukashangaa kora hela ndogo, lakini kwa wakati huo ilikuwa ni fedha nyingi. So uh, jambo liliisha hivyo na shughuli iliisha hapa, kwa maana ya Simba hawakupeleka timu, Young Africans wakapewa uh, points za mezani na magoli ya mezani kama kanuni inavyoeleza. So hii ndo ilikuwa mara ya kwanza kwa miamba hii. Kumbukwe ligi ilianza rasmi mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano. Kwa hiyo hii ndo ilikuwa mara ya kwanza tangu ligi ilipoanza rasmi. Tutaenda kuangalia ya pili ni ipi, na ya pili ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili, na hapa ni Wananchi Yanga, ndio ambao hawakutokea uwanjani, waliingia mitini wao. Hii ilikuwaje? Ilikuwa tayari Young Africans wameshatangazwa kwamba wao ni mabingwa. Lakini mabingwa wa ligi kwa msimu huo. Lakini sasa ilikuwa mchezo wao wa mwisho wa malize dhidi ya watani wao wa jadi kwa maana ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Na kwa sababu ilikuwa ni mchezo tu wa kuhitimisha, wao wameshakuwa mabingwa, wakagomea hii mechi, wakasema haina haja ya kwenda kucheza hiyo mechi. Simba wapewa alama za, me, za mezani na magoli ya mezani, na ndio ikawa hivyo ah, chama cha soka Uh, kiliwapiga faini Young Africans ya shilingi za kitanzania laki mbili na nusu na ni fedha ambayo ililipwa na mwamba mmoja tu anaitwa Murtaza Murtaza Deuji. Yes, huyu alikuwa ametoka kwenye kikosi cha Pan Africans na alijiunga na Young Africans akawa mwananchi akawa miongoni, uh, mwa wanachama wa Young Africans. Kwa hiyo hili ilikuwa ni mara ya pili kwa Derby ya Kariakoo Uh, kutofanyika baada ya timu moja kuingia mitini. So, mwaka elfu moja mia tisa, mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa, Simba waliingia mitini. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili Yanga waliingia mitini. Tunakwenda kuangalia ya tatu ilikuwaje. Kumbuka zipo saba. Naam, tunakwenda kuangalia mara ya tatu ilikuwaje. Mara ya tatu ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita. Walioingia mitini walikuwa Simba, yes. Elfu moja mia tisa uh, tisini na sita ilikuwaje? Simba wakati huu walikuwa on fire kweli kweli, walikuwa na kikosi bora na walikuwa wanacheza michuano ya kombe la KAF. Exactly. Sasa kwenye wakati huu, wakati wanashiriki hiyo michuano ya KAF, Uh, walipangiwa na timu ya Zambia inaitwa Chapungu Rangers. Chapungu Rangers kutoka Zambia. Zambia. Sasa baada ya kupangiwa na hii timu, na katika mambo ya maandalizi ambayo yapo mpaka leo, hii timu inavyopangiwa mechi ya kimataifa wanaomba uh, kupata muda wa maandalizi ili kuelekea katika ile mechi. Sasa hapo katikati elekea katika mechi ya Chapungu Rangers ya kimataifa ambayo ilikuwa ni mechi nzuri, mechi muhimu. Uh, Simba wakaomba kwa chama cha soka cha taifa wakati huo FAT, wakaomba huu mchezo wa Simba na Yanga kwa maana dabi ya Kariakoo isogezwe mbele, ameshanfahamu. Lakini fatu wakasema hapana, chezeni mechi, tulieni, acheni visingizio. Mnyama bwana hakupeleka timu, akasema hapana, sichezi hiyo mechi na Young Africans wakapewa ushindi wa mezani. Uh, sasa sio ni ilivyo bahati au isivyo bahati, hata hawa Wachapungu Rangers wenyewe hawakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo Simba akapata ushindi wa mezani pia akaenda katika hatua uh, iliyofuata. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mara ya tatu Simba kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo ya kwanza ni hiyo, ya pili ni hiyo, ya tatu ni hiyo. Nani anaongoza ligi mpaka sasa hivi? Ni Simba. Twende tukaangalia ya nne ilikuwaje? Naam na ya nne ilikuwa ni mwaka elfu mbili na mbili. Hapa wananchi, Young Africans elfu mbili na mbili Yanga. Yanga iliingia mitini ilikuwaje? Mwaka huu uh, Young Africans walimsajili nyota Said Maulid SMG, Said Maulid almaarufu kama SMG. Huyu bwana alikuwa ni kiungo shambuliaji mwenye kasi kwelikweli, akafananishwa na hii aina ya bunduki inayoitwa SMG. Sasa, wakati anasajiliwa na kikosi cha Young Africans, huyu alikuwa mchezaji wa Simba. Kwa hiyo Yanga, baada ya kumsajili kukawa na gumzo kwelikweli, kwa sababu alikuwa ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba. Baada ya kusajiliwa, serikali kupitia mamlaka ya mambo ya ndani wakatoa taarifa kwamba SMG sio Mtanzania, ni mkongomani exactly. Kwa hiyo alionekana kwamba ni raia wa DRC, jambo ambalo mwenyewe alilikanusha kweli kwelikweli. Na kuelekea katika mechi ya Young Africans na Wekundu wa Msimbazi Simba, ikaonekana uh, Yanga hawako tayari kucheza mechi ya dabi ikiwa mchezaji wao Said Maulid amezuiliwa kwamba sio mchezaji Mtanzania. Huyu ilikuwa ameshikiliwa asichezwa kwa wakati huo, kitu ambacho kiliwakera sana wananchi Young Africans. Baadaye Said Maulid akaenda kufungua kesi na shtaka lake, alishinda kwamba yeye ni Mtanzania halali. Lakini kwa wakati huo ilikuwa tayari Young Africans waligomea kucheza derby ya Kariakoo kwa sababu ya kushikiliwa kwa smg nyota wao, ambayo alimsajili kutoka kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo, hii sakata lilikuwa uh, la namna hii na hii ndo ya nne tunakwenda kuangalia, ya tano ilikuwaje? Naam na, na ya tano kwa siku ya leo hii tunakwenda kuangalia mwaka elfu mbili na nane. Mwaka huu katika michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki inaitwa SEKAFA. SEKAFA Kagame, Kagame Cup. Sasa hii ilikuwaje? mwaka huu wa elfu mbili na nane Simba na Yanga zote zilishiriki michuano hiyo na zote zilitolewa katika hatua ya nusu fainali. Baada ya kutolewa, ikabidi wakapambanie mshindi wa tatu ama nafasi ya tatu. Kwa hiyo walikuwa wanakutana wenyewe kwa kwa wenyewe maana kwa wenyewe kwa maana katika Kariakoo Derby, na wakapambanie nafasi ya tatu. Sasa kilichofuata baada ya kukutana hapa ni ne... kulikuwa kuna madai of course, kwa maana ya Simba na Yanga walikuwa wanataka milioni hamsini kila mmoja apewe milioni hamsini ili kuingia uwanjani kwenda kucheza mchezo huu, na taarifa zinaeleza kwamba Simba na Yanga walikubaliana kwa pamoja kwamba wasipeleke timu uwanjani mpaka wapate hizi fedha, kwa maana ya milioni hamsini. Sasa kuna taarifa hapo zinaeleza kwamba Yanga hakupeleka timu uwanjani, Simba akapeleka timu uwanjani, na kama alisaliti fulani hivi kwa hiyo uh, mnyama akapeleka timu na mnyama alikuwa on fire kwa wakati huo, alikuwa kwenye fomu bora kabisa, hata kiuchumi alikuwa vizuri chini ya Hassan Dalali ambaye alikuwa uh, ndio mwenyekiti wa hii klabu, na Imani Madega ndo alikuwa mwenyekiti wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Simba walipeleka timu mwaka elfu mbili na nane na Young Africans hawakutokea uwanjani, hivyo Simba wakapata ushindi wa mezani, wakapata alama za mezani, wakafanikiwa kushinda nafasi ya tatu. Young Africans ikapigwa faini pamoja na kufungiwa na Sekafa kwa miaka mitatu wasishiriki katika michuano yao ya Sekafa Kagame Cup, ingawaje baadaye adhabu ilipunguzwa. Kwa hiyo hili ni sakata ambalo liliwahi hukutokea kwenye miaka hii ya elfu mbili na nane. Haya, hii ni ya tano, tunakwenda kuangalia ya sita na ya saba. Ya sita ilikuwaje? ya sita ilikuwa ni mwaka elfu mbili elfu mbili ishirini na moja kunako uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa mara nyingine tena, miamba hii kwa maana ya Simba na Yanga ilibidi wacheze katika michezo ya ligi kuu ya NBC. Sasa hapo kulikuwa kuna mkanganyiko wa taarifa na mamlaka za soka ziliweka huu mchezo utapigwa saa kumi na moja ya jioni, ndio muda ambao ulikuwa umepangwa lakini baadaye muda mfupi kuelekea katika mchezo, mamlaka za soka zilibadilisha muda na kupeleka mechi saa moja usiku. Baada ya, ya kubadilishwa kwa muda almost masaa mawili hapa kwenda saa moja usiku, bwana Young Africans walikataa katakata huu muda, walisema sisi hatulete timu saa moja utofauti, tutaileta timu saa kumi na moja kwa hiyo muda wa kikofu kwa Young Africans ilikuwa ni saa kumi na moja kwa hiyo wakaleta timu yao uwanjani mapema kabisa, wakafanya maandalizi yao, wakaingia uwanjani wakagusagusa mpira, baadaye walivyoona mpinzani hayupo, wakachukua gari shwa wakawa wametembea na saa moja. Simba ndo walitakiwa kuja hapa kwa maana ya saa moja na wao walifanya matakwa ya kikanuni hivyo basi, hii ndo ilikuwa mwaka elfu mbili ishirini na moja ambapo Young Africans walikuja uwanjani kwenye muda sahihi kwa maana kwenye ratiba ya kwanza, na Simba Sports alikuja uwanjani katika muda wake ambao mamlaka iliutangaza. Kwa hiyo hapo unaweza hii situation hii ao tutaiwekaje kwenye mazingira? Nadhani wewe kwenye comment unaweza ukasema hii ilikuwa, hii, ilikuwa, hii, ilikuwa, hii ndio ilikuwa mara ya sita kutokea kwa sakata la namna hiyo kwa kwa, kwa, kwa, kwa dabi ya Kariakoo kuto kufanyika. Kwa hiyo hili naliacha kama swali, wewe utaamua nani alimkimbia mwenzake ili hali kila mmoja alifata wakati wake ambao alikuwa anaamini kwamba ndo wakati sahihi wa yeye kwenda kucheza uh, mchezo huu wa dabi ya Kariako. Tuna tunakwenda kuangalia ya mwisho ambayo kimsingi ndio hii ambayo imetokea leo mwaka elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na tano imetokea na imetokea vipi? Uh, baada ya waekundu wa uh, msimbazi Simba kikosi chao kilikuwa kinataka kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Mkapa lakini wakazuiliwa na watu wanaotajwa kwamba ni, ni, ni, ni walinzi kwa upande wa Young Africans. Kwa hiyo baada ya kuwazuia Simba, wakaweka wazi kwamba hawatoingia kucheza huo mchezo siku inayofuata, na baadaye, Young Africans wakatimiza matakwa yao ya kikanuni wenyewe, wakaenda uwanjani na Simba hawakutokea uwanjani uh, kwa maana walisimamia msimamo wao. Baadaye mamlaka za soka kwa maana ya bodi ya usimamizi wa hii ligi wakaweka wazi kwamba mchezo huo umehairishwa mpaka wakati mwingine ambao wataupanga wao. Ingawaje Young Africans nao walitoa taarifa kwamba hawako tayari kucheza siku nyingine tofauti na siku hii, kwa maana walifanya majukumu yote ambayo yanahitajika na wanahitaji alama zao. Sasa mamlaka ya soka inasema hivi, Young Africans wanasema hivi, Simba anasema hivi kila mmoja anavutia upande wake, ili hali iwe hivyo. So hii ni mara ya saba kwa dabi ya Kariakoo kutofanyika kwenye ratiba iliyopangwa kwa visa mbalimbali. Hapana mbali shaka umeenjoy kupata simulizi hizi. Kama kuna nyingine nimesahau, unayekumbuka unaweza kwa comment hapo ukaweka, lakini kama unacho kuongezea katika hiki ambacho nimezungumza hapa, unaweza kuweka comment pia, itatupa faida na wengine kujua kwamba katika scenario hizi zilizotokea hapa naweza kuongezea moja mbili tatu, labda mimi nimeghafirika kwa namna moja ama nyingine, lakini usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Mzinga Sports.